Swali la pili, fafanua jinsi ambavyo elimu huchangia kupata umoja wa kitaifa. Kwa hivyo hii ilikuwa insha ya mjadala, na mjadala huu ulikuwa unapaswa kuonyesha jinsi ambavyo elimu inaleta umoja na si umoja tu katika taifa lenye ya mataifa mengi. Kwa hivyo jinsi ambavyo elimu huchangia kupata umoja wa mataifa, wa kitaifa ndio anwani. Iandike kwa herufi kubwa na upigie mstari. Na kuna wanafunzi walikuwa na wanaandika wanaweka kitone pale mwisho, ilikuwa hey, na shangaa, unaandika anwani kwa nini na unaweka kitone pale mwisho? Na ukiweka hivi utasaishiwa, huwa yule mtaini anasema kuwa umekamilisha nini, insha Hivyo hoja za kuunga mkono pale ni: elimu humfanya mtu kuelewa jinsi ya kuishi na wengine. Elimu humfanya mtu kuelewa jinsi ya kuishi na wengine katika taifa. Pili, shughuli kama michezo shuleni hukuza umoja miongoni mwa wanafunzi. Shughuli kama michezo shuleni hukuza umoja miongoni mwa wanafunzi. Walimu wenyewe kutoka sehemu mbalimbali uleta umoja. Walimu wenyewe kutoka sehemu mbalimbali uleta umoja. Walimu wenyewe kutoka sehemu mbalimbali uleta umoja masomo yanakuza upendo na umoja miongoni mwa wanafunzi. Masomo yanakuza upendo na umoja. Kuna vyama vya amani na maridhiano shuleni, unasikia Peace Club. Kwa hivyo kuna vyama vya amani na maridhiano shuleni. taaluma ya kidiplomasia huleta umoja katika jamii. Taaluma ya kidiplomasia pia. Ufunzaji wa tamaduni mbalimbali, ufunzaji wa tamaduni mbalimbali shuleni unaweza sasa kupata uelewa, unaweza kuelewa kwa nini ninini jamii fulani uishi hivyo. Kwa hivyo ufunzaji wa tamaduni mbalimbali. Kwa hivyo elimu wafanya watu kuwa na maazimio makubwa, hivyo hawezi kuzua rabsha wafanya watu kuwa na maazimio makubwa, hivyo hawezi wakazua hawawezi wakazua rabsha. Hivyo uh, ukiangalia swali hili lilihitaji tu zungumzie nini pande moja. Twende katika swali la tatu.